Kizaazaa kilishuhudiwa katika afisi ya mwakilishi wadi wa Bokeira kule Mugirango kaskazini baada ya vijana kuanza majibizano na mwakilishi wadi huyo Joel Ombongi wakimtaka kutoa taarifa kuhusu miradi iliyotengewa mamilioni ya fedha kwenye bajeti ya kaunti ya Nyamira. Vijana hao wamemtaka Ombongi kuelezea fedha zilivyotumika na jinsi miradi hiyo ilivyomnufaisha mwananchi mashinani. Mwakilishi wadi huyo alipata wakati mgumu kwa kuwahutubia vijana hao waliokuwa wakimtuhumu kwa madai ya kuzembea kazini na kutele kuelekeza majukumu yake ya uangalizi. Construction of an early childhood development education ECD classes worth 3.5 million.